Ni mradi wa kuanzia, lakini hivi tunavyozungumza tunaendelea kubuni. Athari za kutumia nishati isiyo salama kila mtu anazifahamu, wataalamu wabobevu wameshatoa maelezo ya kutosha, lakini kwa ujumla wake zote zinarudi kwenye mambo makubwa matatu tu. Moja ni athari za kimazingira, na la pili ni athari za kiafya, na la tatu ni madhara ambayo yanawapata hasa kina mama na watoto wakati wanashughulika kutupikia au kutafuta kuni, wanavyoenda porini kutafuta kuni, kuna madhara yanawapata ama kutoka kwa binadamu wenzao, kwa wadudu na wanyama e, lakini hata wakati wanapika wanapoteza muda mwingi sana ambao wangeweza kuutumia kwenye shughuli nyingine za kijamii na maendeleo wanakosa. Kwa nini? kwa sababu hiyo mifumo ya, ya kupikia ya zamani sio tu kwamba inaharibu mazingira na afya, lakini hata upikaji wake unahitaji muda mrefu sana. Wote tunafahamu ukitaka kupika kwa kuni au mkaa unahitaji angalau dakika kumi kumi na tano kuufanya tu ile kuni au mkaa huo umepata joto la kutosha kwanza kupika, lakini kwa mifumo ya kisasa unabonyeza, unawasha ya jiko lako, unapika, unaenda zako. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi kama nchi kusema kweli hatuwezi kukichukulia kiwepesi hata kidogo. Swala la mazingira limezungumzwa kwamba Tanzania tunapokeza takriban eka laki nne kwa, kwa mwaka. Yaza ukipiga hesabu area ya Tanzania nzima unapopoteza laki nne kila mwaka, unaweza kujiona hutachukua muda mrefu. Mengine kabla generation ya watoto wetu wajiondoka ndani ya ardhi ya Tanzania, nusu ya Tanzania itakuwa jangwa. Kama tutaruhusu hii hali ya sasa hivi iendelee. Kwa hiyo serikali imelisimamia hili jambo na kama mtavyokumbuka mwaka jana mwezi wa tano, Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia na baadaye tena Mheshimiwa Waziri akazindua mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia. Haya yote yana address ile dhana nzima. Na kwa nini mkakati wa mawasiliano? Kwa sababu swala la kutumia nishati ambazo sio salama sio tu la upatikanaji, sio tu changamoto ya uwezo, lakini vile vile ni changamoto ya, ya ufahamu kwa majina Abdi Mariam, mkurugenzi wa Haniji Investment. Tunashukuru sana kwa kusaini hii mkataba baina yetu na REA. Pia tunashukuru serikali pia mama, kwa mama Samia kwa kuwezesha taasisi kuweza kubadilika kutoka kwa miundombinu ambao ambayo kutumia kuni za kawaida kwenda kwa, kwa nishati safi ambayo itasaidia wapishi wa, wa wengi ambao ni wamama kuweza kufanya kazi zao kwa muda sahihi. Tunasema asante kwa hilo. Tutatekeleza mkataba ambao tumesign kwa haraka zaidi. Kwa majina, anaitwa Moses Masawe, ni meneja ya mauzo kitengo cha consumer, ni kitengo ambacho kinahusika na usambazaji wa gesi katika taasisi mbalimbali za juu umma pamoja na hizo za binafsi e, tunashukuru sana e, kupata nafasi ya leo kuweza kusaini mkataba huu, lakini awali ya yote ninaomba nimshukuru mshukuru e, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu eh, wa kuziangalia taasisi hizi, kwa sababu jaribu kuangalia asilimia kubwa ya uharibifu au ya utumiaji wa kuni na mkaa huko kwenye taasisi mbalimbali, kwa sababu kule ndiko kwenye watumiaji wakubwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona ile. Pili, ningependa ni mshukuru mkurugenzi wa REA eh, kwa kuweza ku toa tenda hii na tulikuwa wapambanaji wengi, lakini Mungu amesema tuweza kufanikiwa si kama Taifa Gesi. Cha kwanza ningependa ni wahakikishie Taifa Gesi ni kampuni ya wazawa ambapo tu, ni kampuni pekee ambayo tumefanikiwa kuweka vituo vya kujaza gesi katika mikoa yote Tanzania. Lakini pia kwenye taasisi hizi kubwa ambazo tunazilenga, tuna magari kila mkoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi taasisi zinapata huduma ya gesi kwa wakati. Kwa hiyo kwa mkataba huu ninapenda kwa kuhakikishia kwamba e, baada ya kusaini tutakwenda kwa, kwa, kutekeleza kiondo kufanyika mapema, na mkurugenzi hapa alituomba tufanye hata ndani ya siku kumi, ndio tumeshafanya hata vituo shule mbili, na mimi ndo nimehakikishia kwamba tutakwenda kutekeleza kwa haraka na nadhani tutalifanya hilo kwa haraka zaidi. Kwa hiyo niwatoe shaka, usambazaji wetu ni mzuri, magari yapo ya, ya kutosha, lakini pia vituo vya gesi vipo vya kutosha katika mikoa yote Tanzania na kwa taarifa ambayo tupo tuponayo, eh, Taifa Gas pia ni kampuni pekee ambayo tumefanikiwa kuweka miundombinu ya gesi na kusambaza gesi kwenye taasisi zaidi ya taasisi mia nne zikiwemo shule za binafsi na za serikali, kambi za jeshi, ma hospitalini na maeneo mengi na viwandani. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba huduma hii kwa kwa mkataba huu ambao tumekwenda kusaini leo, tutakwenda kutekeleza kwa spidi ya hali ya juu.